Na mtazamaji wa Trend TV, bwana mmoja, kati ya habari ambayo leo tuko nayo ni kuhusiana na Harmonize Kondeboy. Bwana Harmonize, nadhani na kila mtu atakuwa nafahamu kwamba mambo kidogo yalikuwa ni mengi ambayo ya yametokea hivi karibuni baada ya vurugu na nini na kila kitu, ni kwamba shughuli nyingi zilikuwa zimestopishwa kwanza, na mpaka sasa hivi kidogo watu wameanza kurudi kazini na mambo yameanza kurudi kama ilivyokuwa hapo awali na hii bwana ni kutokana na amani ambayo imekuwa ikipatikana. Baada ya yote haya kupita, ni kwamba amani sasa hivi imekuwa ni moja kati ya vitu ambavyo vinadumishwa au vinasisitizwa zaidi, kwa lengo moja tu la kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa imetulia kwa ajili ya watu kuendelea kufanya biashara zao na kazi za kutafuta riziki zao za kila siku. Yaani kwa kifupi, sasa hivi bwana, ni muda wa kujenga taifa tena, kama kawaida, kama lilivyokuwa hapo awali I want you. Sasa tukirudi kwa upande wa Harmonize Konde Boy, eh, ni kwamba kwa namna moja au nyingine inafahamika pia kwamba kuna baadhi ya watu sasa hivi wanapitia katika wakati mgumu hususan ukizingatia ambao wamepoteza ndugu jamaa na marafiki katika vurugu hizo, eh, kuna mali za watu zimeharibiwa, eh, na vitu vingine vingi sana ambavyo vimetokea, kwa hivyo basi Kutokana na sababu hizo, moja kwa moja wasanii nao pia wanashindwa kuendelea na kazi zao e, za kutoa burudani, maana nafahamu kwamba wasanii bwana, kazi yao kubwa ni kutoa burudani, yani entertainment. Lakini sasa sasa hivi inakuwa kidogo ngumu kutokana na hivyo vitu ambavyo vimetokea. Kwa hiyo baadhi ya shows zimekuwa postponed na moja kwa moja Harmonize Konde Boy amekuwa ni miongoni mwa wasanii ambao walikuwa na show hivi karibuni hapa e, Tanzania, lakini kutokana na hizo sababu e, imebidi show hiyo iwe postponed, yani imegairishwa. Bwana, hii ni moja kati ya show ambazo zilikuwa zinapigwa promo sana eh, kabla ya mwezi huu eh, ni kwamba ilikuwa inapigwa sana promo. Hii ni show ya Harmonize atakiwa kwenda kuperform kule Dodoma katika ukumbi unaofahamika kwa jina la Talatala tala, moja kati ya kumbi maarufu kabisa huko Dodoma Talatala Lounge, au au bwana Uhindini Street huko Dodoma, lakini kwa namna moja au nyingine imebidi Harmonize i postpone show hiyo. Kwa hiyo imegairishwa mpaka pale watakapotangaza tena show kwa mara nyingine, kuhusiana na show hiyo kwamba itafanyika lini. Kwa hiyo tumepita katika page ya Konde Gang moja kwa moja Uh, tumekutana na huo ujumbe ambao unahusiana na, na sakata zima la Harmonize kugairisha show yake huko Dodoma Talatala tala. Hapa Konde Gang wameposti hiyo show hiyo po, ile posta ya ile show ya Talatala imeandikwa hivi: Harmonize Harmonize in Dodoma, uh, Harmonize live in Dodoma Dodoma live November 7 2025, siu are... yani, siku ya Friday, siku ya Ijumaa Novemba tarehe 7 mwaka huu 2025, ilitakiwa Harmonize na perform kule Talatala tala, Dodoma. E, na mpaka viingilio bwana hapa vilikuwa vimepostiwa kabisa kwamba show hiyo ilikuwa na viingilio vya kiasi gani? Viingilio bwana ilianzia elfu thelathini, laki tatu, laki tano mpaka laki nane. Umeona bwana. Kwa hiyo viingilio vyenyewe pia navyo pia havikuwa vya kitoto, vilikuwa ni viingilio heavy kidogo. Kwa hiyo kwa kifupi, ni kwamba ni show ya pesa ndefu hii. Harmonize itakiwa aende akaperform lakini ndo hivyo tena, show imekuwa postponed kwa mujibu wa Konde Gang hapa chini katika caption wameandika kwamba show postponed, prayers up for peace and healing. Kwa wakiona maanisha kwamba e, bwana show imekuwa postponed kwa sasa hivi, ni muda wa kupora, kupona na pia vilevile vile, e, kufanya maombi e, kwa ajili ya wenzetu ambao wametangulia na vitu vingine kama hivyo. lakini pia tukaenda moja kwa moja katika peji ya Talatala eh, ukurasa wa Instagram wa Talatala ambao ni sehemu ambao mni takiwa kwenda kuperform huko Dodoma. Imeandikwa hapa Talatalawakiwa, yani anamaanisha kwamba eh, event hiyo au shughuli hiyo show imegairishwa mpaka pale taarifa tena nyingine zitakapotolewa, yeah. lakini pia wakaendelea kusema kwamba wakiona maanisha kwamba japokuwa Harmonize event yake imekuwa imekuwa postponed, lakini shughuli nyingine za kibiashara zitakuwa zinaendelea, yaani shughuli nyingine za burudani pale Talatala zitakuwa zikiendelea, mambo ya bar na burudani nyingine zitakuwepo kama kawaida. Na wakamalizia pale chini kwa kuandika kwamba welcome to Talatala tala lounge Dodoma. lakini pia huku mitandaoni bwana, peji mbalimbali nazo pia zimekuja kuripoti kuhusiana na kugairishwa kwa shoo hiyo. E, hapa wameandika kwamba kampuni ya Konde Gang Music Worldwide imetangaza kuahirishwa kwa shoo ya msanii wake Harmonize Konde Boy iliyokuwa inatarajiwa kufanyika siku ya Ijumaa hii Novemba tarehe 7 mwaka huu 2025 pale Talatala Lounge Windini Street jijini Dodoma. kupitia ukurasa wao wa Instagram wa, wa Konde Gang wameandika shows postponed prayers up for peace and healing. Tangazo hilo pia vilevile limekuja katika kipindi ambacho e, taifa bado lipo kwenye majonzi kufuatia e, kwa fujo ambao zimetokea hivi karibuni wakati wa uchaguzi mkuu, lakini pia vile vile ambapo watu wengi sana tunafahamu wamejeruhiwa, biashara zimeharibiwa na wengine kupoteza maisha. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini pia vilevile vile, na eh, wewe pia ukiwa kama mdau unaweza ukatokea maoni yako katika, ukurasa, katika eh, comment section hapo, tutakuwa eh, tukisoma na ku-reply kila comment kama ilivyokuwa kawaida. So it is, what it is kwa sasa, hivi tunaona kwamba hakuna msanii yoyote yule ambaye ameperform au kufanya show sehemu yoyote ile kwa the same pia kwa upande wake Harmonize, Konde Boy na yeye eh, pia ameshindwa kuperform kwa sasa. Nadhani very soon bwana, watatoa tena tarehe nyingine ya siku ambayo Harmonize ataenda kuperform kule Talatala Tala Dodoma, lakini kwa sasa hivi show imekuwa imekuwa postponed kidogo. Yeah, so wadau mbalimbali bwana wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na hiyo issue lakini pia vile vile eh, kila mtu amekuwa na maoni yake, lakini na wewe pia, kama nilivyosema hapo awali, ukiwa kama mdau, na wewe pia unaweza ukaweka maoni yako hapo chini katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha bwana una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.